mie fursa hii kuzielekeza taasisi zingine zote kwamba makao makuu ya nchi ni Dodoma na hapa Dodoma tumehamia hapa ndo makao makuu ya nchi hii sio kambi kienda kambini una, una unakuwa unawazawaza kwamba kuna muda nitarudi nyumbani. Hapa ndio makao makuu ya nchi, hapa sio kambi ya makao makuu ya nchi, hapa ndio makao makuu ya nchi. Nawala, nawala na wala hatutakuwa na makao makuu mbili zilizo sambamba, hapa ndio makao makuu ya nchi. Kwa hiyo wale ambao ofisi zimeshakamilika hapa na bado wameshikilia na ofisi zingine sambamba, tungali na baadhi ya taasisi za serikali ambazo zenyewe haziwajibiki kuhamia huku zinapanga. Hii si sawa. Mheshimiwa Waziri, mwelekeze katibu mkuu atengeneze timu it, it, it, ifanye tathmini ma, ya majengo yote ya serikali yaliyoko Dar es Salaam ambayo yako underutilized niipate hiyo ili tuya, ili tuyagawe kwenye taasisi zingine ambazo zinapanga na ingali serikali na majengo yasiyotumika. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze wewe, mlijiongeza mapema sana mka- mkatekeleza jambo la la aina hiyo. Tunataka kazi za serikali zifanyike makao makuu ya nchi ili kuwasogezea huduma wa Tanzania kila upande wa Tanzania wafike makao makuu ya nchi. Na kwetu sisi wataalamu, nikiangalia rika hapa, wengi ni nirika ni, ni, letu nakwenda juu mpaka kuwafikia kaka zetu ili ili ni lika la, la sanduku la posta eh? Naenda paredi kusubiria barua, sanduku la posta. Sasa tumeendelea, tumeendekeza sanduku la posta mpaka o, ma, mpaka maofisini. Ofisi zote za serikali ziko hapa, linapokuja jambo linalohusu wa Tanzania miradi ya maendeleo linahitaji utatuzi, ofisi zetu ziko karibu sasa kwenye mji wa serikali hapa Mtumba. Hatuna haja ya kuandikiana barua kwamba utekelezaji, tuna, tuna nukuu utekelezaji, barua, barua ilishaandikwa kwenda wizara ABC, kwa kumbukumbu kumbu namba hii hapa. Mnaweza mkakutana kwa kutembea kwa mguu mtatue jambo lolote lililokwama. Nimekuwa nikiona kwenye vikao taarifa ya utekelezaji wa jambo inataarifiwa, barua ilishaandikwa. Mnaandikaje barua, ofisi zinatazamana? Simkae mwandike muhtasari wa vikao kama mnatafuta kumbukumbu. Barua barua ni nusu ya kuonana, basi mko hapa, mnaonana. Kwa nini mnatumia nusu jengo hili na lile pale tukwamue. Tunapoandikia tunapoandikiana barua tunatumia mwezi miezi, mwe, kwanza barua hii kama inaenda posta ina, inaenda wapi? siende kwanza wapi? alikuwa mambo ya, ya, ya, ya, ya zamani haya. Kama tunataka kumbukumbu zibaki kwenye, kwenye kwenye mawasiliano ya kiserikali, tuandike ile taarifa ya kikao kwamba tulikuwa na jambo hili wizara fulani limekwama tulikutana na wizara B kwa kumbukumbu kumbu hizi, tulichokubaliana ni hiki, tuende kwenye utekelezaji. Hii ya kuripoti ya kuripoti kumbukumbu kumbu ya barua kwamba ni utekelezaji, hii ni mambo ambayo yanachelewesha ufunguzi wa kero za wananchi. Nimelisemea hapa ili kuelekeza ofisi zote za Serikali, kwa sababu sasa tuko hapa karibu, katibu mkuu, kama kuna jambo la kufuatilia, ukikuta afisa anakuletea taarifa ya utekelezaji kwamba ni barua imekwenda, punguza max kuanzia hapo hapo ili upate namna ya kumfanyia evaluation mwishoni mwa, mwa mwaka Akirudia rudia hivyo, ujue huyu ndo wafai, ndo mzigo, an, an, an, anatujazia nafasi tu bila, bila matokeo. Kwa hiyo, mheshimiwa waziri, umeweka vyema, hatuna kisingizio. Mimi niwapongeze, endeleni na kazi, na kwa kuwa huu ni muda wa kazi, nilipita tu nijionee. Tutakuwa na fursa zingine za jadiliana kwa kina yale yanayohusu masuala yetu ya utekelezaji wa majukumu.